kutoa ili watu wakuone nikosa sawasawa. Alwasatia, kati na kati. kwa hiyo akawaswalisha watu swala ndefu sallallahu alaihi wasallam, kudhihirisha toba na kurejea kwa Allah. Falamma fazi eh, falamma faragha almustafa, alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam, min munashadatihi, katika maombi yake min munashadatihi rabbahu katika maombi yake ya kumwomba mula wake, wa munajatihi na kumnongoneza kwake mula wake tawajaha ila nnasi yaidhuhu, akawageukia ya watu, akawa anawapa mawaida wayubayinu lahum na akawa anawabainishia wao, anna hadhihi alayati, kwamba aya hizi alama hizi matukio haya Yursiluha Allahu, anayaleta anayatuma Allah subhanahu wa ta'ala, ibratan liibadihi, kwa ajili ya mazingatio kwa waja wake, watadhkira, na hali ya kuwa ni ukumbusho wa, takhwifan, pia kwa ajili ya kuwahofisha, liubadiru ila duaa, ili wafanye haraka wakimbilie katika kumuomba dua, wal istighfari na kutubia wa dhikri na kufanya na kumtaja Allah, wassalati na kuswali. Akasema, wataqaddamat ahkamu hadha lhadithi billadhi qablahu ahkam, na faida za hadithi hii zishatangulia katika hadithi iliyokuwa kabla yake. Qala Ibn Daqiq al-idi

umira bihi kuyakimbilia yale ambayo ya yameamrishwa. Watanbihun, pia maneno haya ni uzindushi ala liltijai, ni uzindushi wa kuelekea ila llah kuelekea kwa Allahu taala, ni kuwazindua watu. Maneno haya ni kuwazindua watu wafanye aliltija kumwelekea Allah jalla wa waala. Wakati gani? inda lmakhawifi wakati wa hofu, wakati wa hofu, mtu anataka amkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala, aswali afanye adhkari, amlilie mola wake. Mvua inanyesha ya upepo maji yanajaa najaa, usikae kupiga makelele, tulizana, tubia

Pia madhambi yanasababisha adhabu za duniani na akhira, alajilata adhabu za dunia walajilata na za akhira, wa ishara. Lakini pia vile vile maneno haya ni ishara ila anna alistighfar, kwamba kufanya istighfari wa wataubata na kutubia Mambo haya mawili sababani, ni sababu mbili. Limahwi dhunubi ni sababu za kufutiwa madhambi. Wa sababun, pia ni sababu. Lizawali makhawifi ni sababu za kuondoshwa mambo yenye kukhofisha. Wakati akiyafanya haya ni sababu ya kuondoshewa lile tukio la hofu ambalo wameliletewa na Allah, kwa sababu tayari mshanyenyekea, mna swali mnaomba dua, na ndio alichokuwa anakitaka Allah awatie hofu, kurejee kwake huko, kuomba dua, kutubia, ndio marejeo wenyewe. Kwa hiyo Allah analiondosha ile tukio kwa sababu malengo yamefanyaje, yamepatikana. Na hapa huwa hatuachi kutahadharishana, tuna, tuna tuna vita kubwa sana katika ulimwengu wa leo, ulimwengu uliofunguka, watu wakabobea katika hizi elimu za kilimwengu wakajiona wamesoma kulikweli mpaka wakawa wana challenge nas nusus za Qur'ani na Sunna kwamba matukio yanatokea. Badala ya watu kuhimizana kurejea kwa Mola wao wanadanganyana kwamba ni tabia ya nchi, sijui hali ya hewa, sijui mawingu yalifanyaje. Kama ni chitemeko wataambiana shuku na miamba huko chini imegongana hawaambiani kwamba hii ni kwa sababu ya madhambi. Watu wakishapewa zile sababu za kimazingira ni nani atarajia kwa mula wake? Hakuna. kwa yale malengo hayapatikani, yale malengo hayapatikani ya, ya kurejea kwa Allah, kwa hawa mashaitani wa kibinadamu hawa, baadhi yao wanaojiita wanasayansi basi wale Waislamu wazungumza, kwa sababu tulitangulia kule mwanzoni kwenye muqaddima, alimamu Lbasamu alieleza kwamba Uislamu haupingi hizi sababu za kimazingira, ama kuzijalia ni hizo tu na kuzifuuza sababu za kiroho. Hili ndiyo kosa, na ni jambo linaweza kumpelekea mtu katika ukafiri. Kosa sawasawa ni kuwaambia watu ni kweli, vipimo vyetu vinaonyesha kwamba hizi mvua za elnino hizi zimesababishwa na mkondo wa bahari sitoaramasemaga mkondo wa bahari huko huko, wao wameuona mkondo wa bahari ndio umesababisha, lakini pia huo mkondo wa bahari una mwenyewe ambaye ni nani? Ni Allah. Kwa hiyo aliyeutengeneza huo mkondo wa bahari ndio huyo ambaye sisi tunamwasi. Kwa hiyo turejee kwa Allah. Saa maneno haya aazikutiza wanasayansi tawambia tu watu, watu wasiwe na hofu. Angalia dini asema watu wawe na hofu. Anakuja mtangazaji pale hajielewi na kimini chake, wananchi wanaombwa wasiwe na hofu. Wanaombwa na nani? Sa ujinga ni mambo tu ya kawaida, tabia za nchi hiyo wa watu watulizane, kwa mwenye uzinzi wake aendelee, mwenye ulevi aendelee, serikali imechukua hatua za haraka. Haya <laughs> ma, mambo maulama wanatahadharisha sana, kwa sababu ndio yaliyo enea hivi leo, bali ukisimama wewe ukawaambia watu kwamba tutubie unaonekana kama vile ni darwishi fulani i <laughs> maustadhi bwana wajeenda shule. Aya ni mambo ya kisayansi. Anazungumza nini? Yeye anaonekana kituko. Aya ni mambo ya kisayansi, kwa hiyo atasikilizwa mwanasayansi fulani, si dokta nani huko, kafiri pengine wala si Mwislamu huyo, ndo atasikilizwa na watu, wataona kweli amezungumza pointi. Sababu wamefafanua lile limkondo la bahari, ndo watu watamuelewa. hizi aya na hadithi Mashekh wa janaza anakana ustadhi bora anajua, ingawa waliishia la saba, eh, walipofeli ndo wakapelekwa madrasa. Allahu allahumustaanu alayhi hiklani